A na sehemu ya kuhifadhia e, vitu lakini pia tutakuwa na sehemu ya mikutano e, tutakuwa na view. Of course hizo ni huduma ambazo ni za msingi pamoja na sehemu za kulinda jengo. Na kwa upande wa masoko tuna e, tulipewa requirements kwamba kuwe na sehemu za parking kwa ajili ya maroli pamoja na magari ya kawaida, lakini kuwa na sehemu ya kupakia na kupakua mi, mi mazao, sehemu ya kuuzia e, mashedi kwa ajili ya sehemu ya kuuzia ambapo wakulima wataleta mazao na kwa ajili ya kuwauzia watu ambao wafanya biashara so, wanaochukua mazao wanaonunua mazao, lakini tutakuwa na sehemu ya kuhifadhia mazao e, storage godowns, lakini tutakuwa na sehemu la jengo la utawala kwa ajili ya watu wanaofanya wanaosimamia E, shughuli za pale e, tutakuwa na sehemu ya kuprocess mazao kama ni kukoboa kuyachambua, pamoja na kusaga, labda kama mazao ambayo yanahitaji kubadilishwa kuwa unga, tutakuwa na hiyo sehemu pia, lakini tutakuwa na sehemu ya e, vio kwa ajili ya public. Tutakuwa na sehemu ya kupimia we, ma, ma, ma, ma, ma, mazao au weighbridge. Magari yakishapakia mazao tutayapima, e, ili kujua kwamba ni kiasi gani cha mazao kimechukuliwa, e, ambao of course itakuwa imeambatana utakuwa na check za checkpoints, lakini kutakuwa na e, e, sehemu za offices, lakini pia na fence. Kwa hiyo kwa ujumla hayo ndio mahitaji yetu ambayo tulikuwa tumepewa na ambayo tulikuwa tunafanyia kazi. Tunayo maeneo ambayo sasa hivi yanatumika kama masoko ya mazao, eneo la Kasekese na eneo la Kapanga maeneo haya yanapokea magari kutoka kona zote za nchi ya Tanzania na maeneo makuu ambayo mahindi yetu yanaenda yanaenda mengi Kenya na Uganda. Kwa hiyo ukifika wakati wa msimu tunapokea malori mengi sana, na kuna wakati kwa siku tunaweza kupokea mpaka malori kumi mpaka kumi na tano katika maeneo husika moja moja kwa kwenye maeneo yetu, kwa sababu uh, mazao makuu ambayo yanabebwa ni mahindi ambayo kwenye budget yetu sisi halmashauri pekee kutokana na ushuru unaotokana na mazao hayo tunapokea wastani wa zaidi ya bilioni mbili kwa mwaka, zaidi ya bilioni mbili kwa mwaka kwenye mazao yanayotokana na mahindi na, na ambayo ndio tunaenda uh, kujenga masoko yake. Lakini katika eneo hilo baada ya kuona umuhimu wa, wa, wa, wa kilimo cha mahindi tuliandaa projekti nyingine ambayo wenyewe sasa, kwa sababu ni ya kilimo, tulishirikiana na watu wasua ambao tuliwakabidhi vijiji vinane. Baada ya kuwakabidhi vijiji vinane, lakini tulipata wakulima thelathini kwa kila vijiji, lakini tukawa na maeneo ya ziada detailed survey examination ambayo tayari imeshafanyika, na wale wakulima thelathini, kila mmoja tulienda kwenye shamba lake, tukapima udongo ule kwa uona, walichukua sampo cha kilimo cha cha, cha wakaleta matokeo kwa kila shamba, na kila shamba lina recommendation yake ya jinsi gani ya kutumia mbolea, maana hii ni kufanya mji kuboreke sana. Ma, tunaweza tukashirikiana na hizo so, mamlaka kuangalia jinsi ya kufanya zile barabara zile, maana hizo tunazungumzia, watu wengi zamani, ukienda kwa na kwenda polisi ni wachache sana, lakini watakao kuwa naenda kule sasa sio wachache cha, ni mwingi kwa zile barabara kama ya pili pia lazima tumpongeze pia mkurugenzi na timu yake ambayo iliona wazo hili, kwa sababu pamoja na kuwa na wazo lote hili, unaweza kuwa na wazo lakini usianze hata kuimplement ku kwa hatua hii. Kuwa na wazo na umefikia hatua hii, pia ni kushukuru Mungu pia. Lakini pamoja na mambo yote haya mazuri, tunafahamu kwamba kuna baraza letu la madiwani pia kwa hiyo kwenye baraza hilo tunaweza kuwa kitu kizuri kama wataalamu, lakini tukaenda kuwasilisha kwenye baraza letu kidogo tukagonga mwamba. Kwa hiyo hilo pia ni baadhi ya changamoto ambazo itakiwa tuzione, lakini nina imani kabisa kwamba kwa, kwa sasa hivi na speech ya mheshimiwa rais alivyoelekeza, mimi nafikiri tupo kwenye the right track, kwamba halmashauri lazima ziwe na maeneo ya kuwa na vyanzo vyake vya mapato. Ni hii kwamba watu pale ukienda ili mradi una kadi yako unatoka na service zako zote ambazo ulikume plan kwenda kuchukua pale. Kwa hiyo kwenye eneo hilo, I salute you sana, na observation ni chache tu ambazo naweza nikashauri. Pamekuwa na ishu ya ya parking, labda inaonekana dogo. Bahati nzuri eneo hilo mimi na Clavery tunaweza tukawa tunalifahamu vizuri kabisa. Aa, mimi nashauri labda, kama itafaa, kwa sababu ni kweli eneo lile kwa idadi ya watu na kumbi zile na activity ambazo zinaweza zikawa zinafanyika atipa, linaweza likawa dogo, lakini tunaweza tuka extend upande ule wa barabara ya kuelekea idara ya maji kule, kwa sababu bado ni eneo la Tanganyika, pengine tuka negotiate na ile mamlaka ya barabara ile, wakakubali kutransfer halafu hata kama tunafanya fencing basi, hata ile parking isiwe mtu anapaki somewhere Samwel, halafu anatembea nje ya eneo ambalo amekubali au amekwenda kuhudumiwa.